DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji ni Angela Mdungu kwanza ni muktasari. Mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani kuanza leo nchini Oman. Wawakilishi wa, wa kundi la Hamas waelekea Misri kwa majadiliano ya kusitisha vita. Na Urusi yaishambulia Ukraine kwa droni 88 usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Habari kamili. Maskat. Marekani na Iran zinaanza leo mazungumzo kuujadili mpango wa nyuklia wa Iran. Katika mazungumzo hayo, mjumbe maalum wa rais wa marekani Donald Trump Steve Witkof na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Arachi watajadiliana kwa faragha katika mji mkuu wa Oman Maskat, unaotumiwa mara kwa mara kwa usuluhishi kati ya Iran na nchi za Magharibi. Majadiliano hayo yanafanyika wakati Trump akisema Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia na ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran kama makubaliano mapya hayatapatikana kwenye mazungumzo hayo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema inachotaka nchi yake ni kupata makubaliano ya haki na kweli katika majadiliano hayo. Cairo, ujumbe wa viongozi wa ngazi ya juu wa kundi la wanamgambo wa Hamas unaelekea mjini Cairo leo ili kufanya mazungumzo na maafisa wa Misri juu ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza. Afisa wa Hamas mwenye ufahamu na mazungumzo hayo, aliyeomba asitajwe jina, amesema kundi hilo lina matumaini kuwa majadiliano hayo yatapiga hatua ili kupata makubaliano ya kumaliza kabisa vita. Kulingana na afisa huyo, ujumbe wa Hamas unaongozwa na msuluhishi mkuu wa kundi hilo Khalil Al-Haya. Licha ya hatua hiyo, chanzo cha taarifa hii kimethibitisha kuwa wanamgambo wa Hamas bado hawajapokea mapendekezo yoyote mapya ya kusitisha vita. Licha ya vyombo vya habari vya Israel kudai kuwa nchi hiyo imebadilishana na Misri nyaraka zinazoainisha makubaliano muhimu ya kusitisha vita na kuachilia huru mateka. Kiv. Jeshi la anga la Ukraine limesema limezidungua droni 56 kati ya 88 zilizorushwa na Urusi usiku wa kuamkia Jumamosi. Taarifa ya jeshi hilo imeeleza kuwa droni 24 zilipoteza mwelekeo. Watu wanne wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Meya wa mji mkuu Kiev, Vitali Klitschko, amebainisha kuwa watu watatu wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Mabaki ya droni zilizodunguliwa yameiharibu nyumba moja binafsi, majengo kadhaa ya biashara na kusababisha moto mkubwa kwenye maeneo kadhaa ya mji huo mkuu wa Ukraine. Katika mji wa Kharkiv, meya Ihor Terekhov ameripoti kuwa mtu mmoja amejeruhiwa. Uharibifu wa majengo kadhaa umeripotiwa pia katikati kati mwa mkoa wa Dnipropetrovsk na kusini mwa Odessa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Libreville, Wananchi wa Gabon wanapiga kura leo Jumamosi katika uchaguzi wa kwanza wa rais tangu jeshi la nchi hiyo lilipomwondoa madarakani Rais Ali Bongo Ondimba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Takriban raia laki tisa na ishirini elfu wakiwemo 28 elfu wanaoishi nje ya nchi wamejiandikisha kushiriki katika uchaguzi huo. Uchaguzi wa leo ni muhimu kwa Gabon yenye jumla ya watu milioni mbili nukta tatu ambapo theluthi moja miongoni mwao wanaishi katika umasikini mkubwa licha ya utajiri mkubwa wa mafuta kwenye taifa hilo. Wachambuzi wa siasa wametabiri kuwa rais wa mpito aliyehusika katika mapinduzi ya serikali iliyopita Jenerali Bric Clotia Oligui Ngwema aliyetangaza kugombea urais mwezi uliopita atashinda kwa kura nyingi. Itakumbukwa kuwa baada ya mapinduzi Nguema aliahidi kurejesha mamlaka kwa raia kwa kufanya uchaguzi wa haki na hatimaye New York shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kiutu OCHA limesema linawapunguza wafanyakazi wake 2600 kwenye zaidi ya nchi 60 kutokana na uhaba wa fedha. Mkuu wa shirika hilo Tom Fletcher katika barua yake amesema bajeti ya OCHA inakaribia dola milioni 430 kwa mwaka, lakini baadhi ya nchi zimepunguza michango yake kwa shirika hilo. Ameitolea mfano Marekani, ambayo ni mfadhili mkubwa wa shirika hilo kuwa imeondoa mchango wake wa asilimia ishirini sawa na dola za Kimarekani milioni sitini na tatu iliyokuwa imetengwa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Fletcher ameongeza kuwa kutokana na uhaba wa fedha unaolikabili shirika hilo, sasa linahitaji kubadilisha namna ya utendaji wa shughuli zake kuendana na rasilimali. Shirika hilo sasa litapunguza uwepo wake katika nchi kadhaa zikiwemo Cameroon, Colombia, Eritrea, Iraq, Libya, Nigeria na Pakistan. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.